Ndugu zangu mahujaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu na rehma zake na huruma na mapenzi yake ametuwafikisha kufika katika maeneo ya Arafa. Kwa kuwa hapa kuna mambo maalum ya kufanya tunaona tuna wajibu wa kukumbushana, tuko hapa kwa nini na kunahitajika kufanywa nini, kwa mujibu wa mtiririko wa ibada ya hija. Moja ya nguzo za hija, alwuqufu biarafa, ni kusimama katika viwanja vya Arafa na maana ya kusimama ni kule kuwepo kwenye viwanja vya Arafa, ni sawa sawa umesimama wima, umekaa kitako, umelala ubavu na kadhalika, la msingi uwe upo viwanja vya Arafa na kwa mujibu wa ibada ya hija na namna alivyoitekeleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, tukio na tendo hilo la kuwepo Arafa ni lazima lifanyike siku ya mwezi tisa mfungo tatu, na kwa mujibu wa mwandamo uliothibitishwa hapa tulipo leo ndiyo mwezi tisa. Inawezekana maeneo mengine ikawa haiko hivyo, lakini kwa mujibu wa ibada hii, hayo mengine hatuna habari nayo, sisi tunapaswa kisheria. Na kama kuna mtu amefanya lisilokuwa ndilo akatuaminisha kwamba leo tisa, kumbe si tisa, ni yeye atakayebeba lawama mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini sisi tunaamini kwamba leo ndio mwezi tisa mfungo tatu, na ndio siku ambayo Waislamu wote wanaotekeleza ibada ya hija wanapaswa kusimama Arafa. Sasa eneo hili kubwa mno, wengi wetu tumekuja majira ya usiku, wengine alfajiri, wengine wataendelea kuja, lakini kubwa sana linayoweza ku kujumuisha watu mamilioni hata milioni kumi na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofanya yeye na watu wake alikuwa katika viwanja hivi, na inawezekana alisimama jirani, kando ya mlima unaoitwa Jabali Rahma, inawezekana lakini si rahisi. Kama wao walikuwa watu elfu tano sita, sisi watu milioni tano milioni nne tuweze kusimama hicho kijieneo kidogo ambacho alisimama yeye. Lakini zaidi ya hayo hakutulazimisha, ili hija iwe hija, lazima na sisi tukapime pale pale aliposimama yeye, na ndio maana akasema, wakaftu hahuna walarafatu kulluha mawkifu, mimi nimesimama kiji eneo hiki lakini eneo zima hili la Arafa ni mahala sahihi pa kusimama alhaji. Sasa Arafa imeendelea kimiundo mbinu. Kwa wakati huo ilikuwa ni eneo la wazi la wazi, hakukuwa na jengo la aina yoyote. Ndio maana ukisoma hadithi ya Jabir radhiallahu anhu ambaye ni hadithi ndefu sana utakuta tu tulikwenda hatua hii hapo, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam akatengezewa kijihema ili aweze kuwa na mahala pa kujihifadhi kidogo, pasipofikwa na jua kwa ukali mkubwa. Kwa wakati wetu huu jua limezidi kuwa kali, kwa sababu ziko nyingi, ikiwa ni pamoja hiki ambacho tunakisema, mabadiliko ya tabia ya nchi pia yameikumba kwa sasa Arafat kama unavyoona mabarabara ya lami maflyova mengi majumba ya zimamoto vituo vya afya vya polisi na kadhalika cha kwanza tunataka ufahamu hapa ndiyo Arafa hata kama ile hali ya jangwa iliyokuwa wakati huo haipo na ile hali ya jangwa kuwepo siyo ndio ibada yenyewe kwamba haiwezi kuwa Arafa mpaka ubakie yabakie machangarawe mavumbi na nini, na kwamba pakistaarabishwa, Arafa inakuwa sio? Hapana, Arafa ni eneo hili, ni sawasawa. Sawa, umekaa kwenye mchanga, umekaa kwenye tope, umekaa kwenye godoro, madamu uko hapa, ujue ndio umesimama Arafa. Na kwa wakati huu kila mara wanaboresha ili kupunguza shida kuna miaka fulani hapa ilikuwa tunaona, unapita hivi unakuta mtu anasukuma mguu, anaaga dunia kutokana na joto limemzidi, na hakuna nakumbuka. Tumegundua mradi ulobuniwa kupandapanda miti mia arobaini kwa gharama kubwa, na haikusitawi. Sasa mtu asijioni kwa neema, akaona ah, nasikiaga au nikisoma tu Mwenyezi Mungu alisimama Arafa, mbona imekuwa kama, kama godauni fulani hivi. ah, hii ni kuboresha, ili wewe uweze kukaa bila taharuki ukifanya ibada zako na dhikiri zako. Arafa ndio hii na si nyingine. Haya maboresho ni kufanya pawe mahala rafiki, wewe na mimi uweze kuthubutu, ukakaa hapa ukaleta istighfar, ukakaa hapa ukasoma Qurani, ukakaa hapa ukaleta salatu ala annabii, ukafanya kile ambacho Allah amekuwafikisha kukifanya. Lakini jingine mwaka jana kwa mfano, mahema haya hayakuwa na milango, lakini ilikuwa kuna kipindi linakuja pulizo la joto, we mwenyewe unaamua ujibanze mahala. Ndio wakafikiria kuwe na milango sasa kuzuia ule mpulizo wa joto usiingie kwa kasi kubwa ndani ya mahema. Inawezekana kijibaridi unachokiona sasa hivi unatamani kusema ipunguzwe, huo mchana pangine unasema waongeze kibaridi, inawezekana na ikitokea kuwa hivi ilivyo ndio sawa sawa, falillahi alhamdu walminna. Tunachotaka sisi tuwe na uelewa sahihi kwamba hapa ndiyo Arafa na siku yake ndiyo hii ya leo. Sheria ya hija kusimama Arafa kunahesabiwa kuanzia adhuhuri, hivi sasa haijasoma Arafa. Arafa ni kuanzia adhuhuri. Sasa kwa wale watakaojaliwa kuwepo tokea adhuhuri, mwisho wao ni magharibi, likizama jua, sheria inawataka waondoke eneo hili. Kwa wale watakaochelewa kufika Arafa, wakifika baada ya magharibi, wanaruhusiwa kuwepo mpaka karibu na alfajiri, na itahisabika. Kwa hiyo tunaowahi haturuhusiwi kuwepo mpaka alfajiri, tunatakiwa tuwepo mpaka saa ngapi? Magharibi tujiondokee. Wale watakaochelewa wakija muda huo, bado nafasi wanayo, wanaweza kuwepo mpaka kufikia karibu na alfajiri. Ama atakayefika baada ya alfajiri, huyo hija haipo kabisa, asubiri mwakani, hata kama ashafanya mengine yote. Tunaelewana. Jingine, tunataka tusisitize, hii Arafa kwa ujumla wake sio haram. Hii Arafa siyo haramu. Ule msikiti wa Maka una mipaka yake, ambaye maeneo yanaitwa haram. Siku moja tulikuulizana, tukasema kuna eneo linaitwa haramu, ambalo hilo asiyekuwa mwaislamu haruhusiwi kutia mguu wake kwenye eneo hilo. pia kuna ule msikiti mkubwa ambao unaitwa Masjidil Haram. Lakini ardhi hii ya Arafa haiko kwenye haram. Hii ina utukufu wake mwingine na ina thamani yake nyingine. Si kila kisichokuwa haram ni kitu cha kuchezewa. Ukiwepo hapa, upo mahala kwa mujibu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, uko mahala adhim na kwa hii siku ni siku adhimu, unapaswa kufanya mambo ambayo kila moja liwe nalo ni adhimu. Ukiwa na mengine hata kama unaona yana maana, yatafutie nafasi yake, hata kama una mengine yana maana, lakini yatafutie nafasi yake. Tumia nafasi ya kuwepo hapa kwa kufanya yale ambaye yataendana na uwepo wako hapa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akiwa hapa eneo hili la Arafa ameweza kuweka misingi mingi ya maisha ya wanadamu katika hija yake ile ambayo imeitwa Hajatu Alwadai, hija ya kuaga. Imeitwa ya kuaga kwa sababu baada ya hapo hakujaaliwa kufanya nini kuhiji tena. Alitoa hotuba nzito, hotuba ambayo mpaka hivi leo inaweza kuwa ndo dira ya maisha ya watu wote. <coughs> <coughs> Ametoa hotuba ambayo inaweza kuwa ni dira ya maisha ya watu wote duniani, haijalishi Waislamu au si Waislamu. Wanasiasa ndiyo ingewafaa sana. Hotuba hiyo aliitoa akiwa mazingira haya ya gharafat. Moja yaliyosisitizwa ni kuheshimu haki za binadamu, ni kuheshimu hishma na hadhi za binadamu, ni kuheshimu na kuthamini utu wa mtu na kuheshimu na kuthamini mali ya mtu na kadhalika na kadhalika kwa uzito wa hotuba hiyo ilikuwa anaisema kwa vibwagizo maalum. Kila kifungu fulani cha maneno alikuwa anawauliza hadhira, hal balaghtu, je, nimefikisha sijafikisha? Wao walikuwa wanajibu umekushafikisha. Wakisema hivyo alikuwa akikazia kwa kusema allahumma fashhad, e Mola wangu shuhudia kwamba nimefikisha na waliofikishiwa pia wamekiri kwamba wamefikishiwa. Mazungumzo yanayohusu jambo hili sio muda wake. Nimekusudia kutanabahisha kwamba asije akasikia mtu tunakwenda kusimama viwanja vya Arafa akadhani viwanja hivyo ni mikorosho, miembe, mipapai na kadha na kadha. Hapana, ndiyo eneo hili tushafika, lakini huu ujenzi unaoona umelenga kukuwezesha wewe na mimi uwe salama kufanya shughuli zako na kwa miongozo ya Wizara ya Afya nchi hii, wao ndo wanaojua hali ya hewa na mazingira. Joto ni kali sana, usione tumo ndani na bado majira ni ya asubuhi, lakini huo mchana wenyewe utakuwa na ruhusa ya kutoka nje, utaona nje kukoje. Sasa unaposoma vitabu vya manasiki al haji wanakuambia, Uislamu siku ya Arafa atumie muda wake vizuri kumwomba Mwenyezi Mungu, kumlilia Mwenyezi Mungu ni sawa, lakini wakati mwingine aji ajitoetoe uwanjani kidogo hivi. Naam, unaweza kufanya. Utafanya dua zako ukiwa ndani hapa, umekaa vizuri kwa utulivu, huna haja ya stori na mtu, labda kwa dharura. Na unaweza baadhi ya wakati ukayafungua mlango ukatoka nje kidogo ukaendelea kuomba lakini sio unafanya hayo mpaka kichwa kinachemka, unaanza kuhisi mapigo yanabadilika. Ukifanya hayo kwa makusudi na ukapata madhara A, hulipwi kwa hayo madhara utakayapata; B, utapata dhambi kwa kuhara, kuhatarisha maisha yako. Kwa hivyo tunashauri na kuhusia kwamba tutumie hivi vivuli ambavyo vimewekwa kwa makusudi yetu lakini tunaweza kufanya hilo lilosema, toka nje kidogo, ili kupunguza ile raha, lakini kidogo, ukiona linachemka unarudi ndani, hivyo hivyo mpaka jua litakapozama insha llahu taala. Ratiba sahihi tutaipanga baadaye, akifika ndugu yangu kijana wangu Sheikh Hashim Rusaganya, kwa kuwa ndio tunaye hapa, tutapanga namna gani ya kufanya zoezi so, zima hili ikiwa pamoja na duaa na mingine na mingine, lakini mtaka tutoe maelezo ya awali tu kwamba wasione baada ya hapa hapo Arafa tutakaenda saa ngapi? Hapana, ndio hapa ndio hapa, hapa, tushafika na viwanja ndio hivi hivi, na ndio hapa hapa zilipoteremka zile aya za mwisho mwisho za mambo ya ahkam, ikiwemo alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lislama dina, wanavyoni wote wa Kiislamu wanakiri kwamba aya ile iliteremka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mazingira haya ya viwanja vya Arafa, kama ambavyo wengi wao wanakubaliana. Baada ya aya hii hakuishi mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya siku thamanini na mbili alifariki dunia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, aimarishe afya zetu na hima zetu, ili tutumie siku hii ambayo adhim kwa kufanya yale ambayo yatatusaidia